Kenya imepata pigo katika biashara yake na Amerika baada ya Rais Donald Trump kutia saini agizo linaloweka ushuru wa asilimia kumi kwa bidhaa zote kutoka Kenya zinazoingizwa nchini humo. Hatua hiyo inaenda kinyume na sheria ya Agoa iliyopitishwa mwaka wa elfu mbili inaruhusu mataifa ya thelathini na mawili ya Afrika ikiwemo Kenya kuuza bidhaa nchini Amerika bila ya kutozwa ushuru muda wa utekelezaji wa sheria hiyo unapaswa kukamilika mnamo Septemba 22 mwaka 2025, baada ya kuongezwa mara kadhaa tangu mwaka 2015. chini ya Agoa Kenya huuza bidhaa za nguo pamoja na zile za kilimo kama vile kahawa, majani chai, makadamia na mboga na matunda nchini Amerika. Katibu wa masuala ya kigeni wa Kenya, Korir Sing'oei, alipuuza uzito wa athari za ushuru mpya akibainisha kuwa Kenya bado ina viwango vya chini zaidi vya ushuru na imewekwa katika kundi moja na Uingereza, Misri, Morocco, Uganda, Tanzania na Ethiopia. Bwana Singoei alisema kuwa Kenya itashinikiza msamaha wa ushuru huo lakini akasisitiza kuwa hautaiathiri nchi mara moja. Alieleza kuwa sheria Agoa, inaruhusu nchi za Afrika kuendeleza kuuza bidhaa zao nchini Amerika bila ushuru hadi Septemba. Kenya imekuwa ikitozwa ushuru wa asilimia kumi kwa bidhaa kutoka Amerika zinazoingizwa nchini. Sasa kufuatia ushuru uliowekwa na Trump siku ya Jumatano, biashara ya dhamani ya shilingi 109.7 bilioni kati ya Kenya na Amerika itaathirika pakubwa kwani kiasi cha bidhaa zitakazouzwa nchini humo kitapungua. Wadadisi wanasema kuwa hali hii itachangia kupungua kwa mapato ya kampuni za humo nchini zinazotegemea soko la Amerika na baadhi ya wafanyikazi wa kampuni hizo kufuta kazi. Kulingana na takwimu kutoka shirika la kitaifa la takwimu KNBS, kufikia Disemba mwaka 2024, jumla ya Wakenya 75598 walikuwa wameajiriwa moja kwa moja katika EPZ nchini. Akitoa tangazo kuhusu agizo hilo Jumatano usiku katika ikulu ya White House Rais Trump alishikilia kuwa lengo la ushuru huo ni kulinda maslahi ya Amerika katika biashara kati yake na mataifa yote ulimwenguni. Alieleza kuwa hiyo ni sehemu ya mpango wa kubadilishwa kwa sera ya kibiashara ya Amerika akitaja siku kama siku ya ukombozi. Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyotajwa kwenye agizo la Trump kama miongoni mwa mataifa lengwa kwani hutozwa ushuru wa asilimia kumi kwa bidhaa zake kutoka Amerika. Kando na Kenya, mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki yatakayoathirika na agizo hilo la Trump ni Tanzania, Kenya, Rwanda na Sudan Kusini.